Moja kati ya kauli tata na ya kushangaza zaidi iliyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump siku ya jana ni kauli ya kusema kwamba yupo katika hatari ya kuuawa na kuwatahadharisha waandishi wa habari kwamba hata wao wapo katika hatari hiyo, aa, kwa kuwa wameweza kuongea na yeye. Ikumbukwe ya Rais Donald Trump siku ya jana aliweza kutuma ndege maalum ambayo ilibeba vifaa vya kivita, lakini pia akatuma ndege nyingine ambayo ilibeba ndege zingine za kivita na inakadiriwa ndege hiyo iliweza kubeba ndege za kivita zaidi ya 230 kwenda kule nchini Israeli ili kutia support katika mgogoro unaoendelea kati ya Israeli na Iran, sasa wakati Uh, yupo katika harambee ya kuchangisha baadhi ya michango na misaada ya kuweza kuisaidia Israeli. Alielezea wazi kuwa hofu yake kubwa ni kuweza kuuawa na adui katili ambaye aliitaja kuwa ni nchi ya Iran. Donald Trump aliendelea mbele na kusema kwamba si mimi tu, hata nyinyi waandishi wa habari. Kufika kwenu hapa na kuweza kuongea na mimi muda huu, basi mko katika hatari hiyo ya kuweza kuuawa. Ijafahamika wazi ni kwa nini Rais Donald Trump amekuwa na wasiwasi wasi huo, licha ya yeye mwenyewe kuwa na ulinzi mkubwa, lakini pia taifa la Marekani kuaminika kuwa ni taifa kubwa na lenye nguvu zaidi ya kijeshi, lakini pia ni taifa ambalo linaaminika kuwa na mifumo mikubwa ya ulinzi wa makombora ya masafa marefu ambayo Iran imekuwa ikiyatumia dhidi ya Israeli. Rais huyo Donald Trump pia hakuweka bayana a ha, kuweza kushiriki kwake moja kwa moja katika vita hiyo inayoendelea Mashariki ya Kati, na badala yake ameweza kutoa wiki mbili kwa nchi ya Iran kuweza kutuma wawakilishi ili kukaa na kuzungumza ili kuafikiana kufikia Uh, hatua ya kumaliza mgogoro huo katika njia ya amani, na baada ya wiki mbili hizo kumalizika, kama Irani haikutuma mwakilishi wala kukubali wito huo, basi Rais Donald Trump ataweka wazi mustakabali wa taifa hilo, kama itaingia mazima kuweza kushiriki katika vita hiyo ama pengine uh, itasita kushiriki katika vita hiyo inayoendelea kati ya Iran na Israeli. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kivita wameeleza wazi kwamba Marekani huenda inapiga mikwara tu na haitoweza kushiriki moja kwa moja katika vita hiyo, kwa sababu Irani inaonekana ni nchi ambayo tayari imejipanga kikamilifu kupigana na adui yeyote yule, kwa sababu tayari wamekuwa wamejiwekeza katika kutengeneza makombora mazito na marefu, na ambayo yana uwezo mkubwa sana kuvuka vizuizi vyote vya kiulinzi. Una maoni gani kuhusiana na taarifa hii? Tafadhali tuandikie kwenye comment section. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare.